Kongamano kipekee, nikiwashukuru sana vijana wetu wa kongamano la vijana kwa kazi kubwa na nzuri ambayo wameifanya siku ya leo. Wameweza kujifunza swala zima la uadilifu, swala zima la uzalendo, malezi na makuzi, stadi za kimaisha, fursa za kiuchumi, afya ya uzazi na jamii, pamoja na jinsi ya kushiriki uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu. Kongamano oye, oye! Niendelea kukumbushwa mapambano dhidi ya rushwa chini ya kauli mbiu isemayo kuzuia rushwa ni jukumu langu na lako, tutimize wajibu. Ndugu wananchi, mwaka huu ni uchaguzi, rushwa ipo inatembea kila sehemu. Niwaombe sana, tusitumie rushwa kwenye uchaguzi, tukachague kiongozi bora tusichague kiongozi anayejali tumbo lake tu, kachague kiongozi ambaye anastahili kuja kuleta maendeleo katika kijiji chako kuja kuleta maendeleo katika wilaya yako na kuleta maendeleo nchini kwetu. Tumepokea mwenge wa uhuru hapa wilayani Nkasi. Sasa sisi kama taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, ushiriki wetu katika mbio za mwenge wa kitaifa 2025 ni kwamba tunao vijana wa klabu ya wapinga rushwa ya shule ya sekondari Ntatunbira ambao kimsingi kama mkimbiza mwenge kitaifa ambao wameweza kuongea kwamba tunawaandaa kwa ajili tunawaandaa ya kuwapatia uadilifu kama tunavyofanya ambavyo tunawaandaa kwamba waepukane na vitendo vya rushwa, kwani rushwa ni kosa la jinai lakini pia ni ukosefu wa maadili kwa hawa vijana. Na pia tukumbuke kwamba tunaambiwa samaki mkunje angali mbichi. Kwa hiyo tumeweza kuandaa hawa vijana na ni kweli wamekuwa waadilifu na wao wanatumika pia wanashiriki katika mapambano dhidi ya rushwa. Wanaelimisha jamii, wanaelimisha wanafunzi wenzao, lakini pia wanashiriki katika klabu za shule mbalimbali mbali ambazo tunawashindanisha katika shule tofauti na ya kwao, ko oh. Hilo ndilo ambalo jukumu ambalo wanaifanya la kuelimisha wanafunzi pamoja na jamii. Karibuni katika banda la TAKUKURU. Naanza na maana TAKUKURU, TAKU ni taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Rushwa kitendo cha mtu kutoa au kupokea kitu chochote cha thamani, aidha fedha, ambacho kinaweza kutokomeza haki ya mwingine. Pia kuna athari, kuna sababu zinazopelekea rushwa. Kuna tamaa binafsi, umaskini na nyinginezo. Nashukuru sana, naona tumefundishwa na watoto wetu hapa, wanafunzi wetu ani kuhusu mambo ya rushwa, tutakuwa makini sana mtu anapotaka kutoa rushwa, kwa sababu mtu akiwapa rushwa, hatimaye atakapokuwa amekuja labda kuingia madarakani, kiujumla hawezi akatusaidia kitu chochote, haweza kukubali kusaidia wananchi kwa sababu alitumia hela nyingi Tunachoomba hapo, namba tumeshapewa moja moja tatu ya kuwasiliana na watakukuru wengine. Lakini pia katika wilaya yetu, mimi kama mkuu wa TAKUKURU wilaya ya Nkasi nimeweza kushiriki na viongozi ngazi ya wilaya, mkuu wa wilaya pamoja na mkurugenzi kufuatilia miradi mbalimbali ambayo imepitiwa na Mwenge. Kwa hiyo tumeweza kuipitia na miradi hiyo imepita na hakuna hata mmoja ambao umeweza kupata kuzinduliwa kwa miradi hii kulitokana na ushirikiano wa taasisi mbalimbali ikiwemo Mheshimiwa mkuu wa wilaya pamoja na kamati ya ulinzi na usalama. Vilevile wadau wengine ni wananchi na taasisi nyingine za kifedha. Kipekee kabisa ni washukuru taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, ambao wametoa msukumo yes, mkubwa wa kupambana na mambo ya rushwa. Kwa sehemu kubwa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa pale ambapo wanazuia na kupambana na rushwa, inapelekea miradi yetu kuwa na tija, kwa sababu miradi inakamilika kwa wakati. Vilevile taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa pale ambapo inazuia kuhujumiwa kwenye miradi, miradi yetu inakuwa na tija. Na vilevile kwenye vile upande wa zabuni, endapo kutakuwa na rushwa miradi mingi itashindwa kutekeleza kwa kiwango ambacho kinastahili, miradi itakosa tija. Lakini kama kutakuwepo na uzuiaji wa rushwa, miradi yetu mingi itatekeleza na value for money itaonekana. Kwa hiyo nichukue fursa hii kwa kuwashukuru taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, vilevile kuwashukuru wananchi kutokana na hamasa yao kwenye michango yao ya wananchi ambayo wanaitoa katika kutekeleza miradi lakini vile vile nitoe rai kwa wananchi, miradi yote ambayo imewekwa mawe ya msingi na kuzinduliwa na zile klabu za Arusha ambazo zilizinduliwa pale nitatumbila, rai yangu ni kwamba miradi yote wananchi waendelee kuitunza ili vizazi vya baadaye viweze kuendelea kuitumia. Wito, wito wangu kwa jamii ni kwamba wananchi muendelee kuiamini TAKUKURU wilaya ya Nkasi. Kwanza kabisa niseme kwamba ya, Rais Samia, Dr. Samia ameweza kutoa fedha nyingi kwa ajili ya ujenzi wa ofisi ya wilaya ya Nkasi zaidi ya shilingi milioni 359, ambayo tumejenga ofisi nzuri sana, ni kwa ajili ya kutatua kero za wananchi mbalimbali ambao wanafika ofisini, lakini pia kufuatilia vitendo vya rushwa. Kwa hiyo tunawaomba wananchi mwendelee kutoa taarifa katika ofisi yetu ili tuweze kuchukua hatua na pia tuweze kushirikiana katika mapambano dhidi ya rushwa. Kwenye upande wa miradi, ninawaomba wananchi waendelee kutoa kusimamia hiyo miradi na kushiriki katika hatua zote, ili sasa hata pale ambapo vitatokea vitendo vya rushwa tuweze kuzuia ama kupambana navyo kwenye hiyo miradi